Assalamu alaikum, ndugu wananchi, Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana imeweka maafisa katika wilaya zote za Unguja na Pemba. Maafisa hawa kazi yao moja kubwa ni kusimamia nyerahi, kusimamia shughuli za Kiislamu katika wilaya zetu zote. Kwa hiyo, ndugu wananchi, mnachokuombeni mimi nikuwa kama DC wa wilaya ya kati, tangu nimefika hapa nakuta vitu vidogo vidogo vinajitokeza, ambao ukiangalia upande mwingine kama ni usumbufu kwa wananchi, wakati serikali imeshaondoa huo usumbufu. Wakipatwa na matatizo ya mirathi wanakimbilia moja kwa moja ofisi kuu ya wakfu, kamisheni ya wakfu na mali ya amana, wakati wanatakiwa waanzie hapa, wakitoka kwa mashehe na maimamu wao wa Sip, nani vijiji hapa waje wilayani moja kwa moja wakutane na afisa wa wakfu na mali ya amana. Huyo afisa atawasaidia na kuwaongoza, hata ikibidi kufika huko katika kamisheni atawapeleka yeye. Kwa hiyo utakuwa hakuna usumbufu wote kuhusu mirathi, kwa sababu mirathi hazitaki kukaa muda mrefu. Hapana, baada ya kifo basi angalau tu 40 ikipita, ifuatiliwe nyirathi kama za watoto au za wake au yoyote zinazomhusu ili apate haki yake kwa wakati. Kwa hiyo, ninachokuombeni karibuni sana katika ofisi za wakuu wa wilaya. Maafisa hao wapo kwa ajili hiyo tu. Serikali yenu ya Mapinduzi ya Zanzibar imeweka wazi kabisa kwamba kuwarashishia wananchi kupata huduma za mirathi kwa njia za Kiislamu, kwa imani ya Kiislamu, imeweka hivyo ili kuwarahisishia wasipate shida wala usumbufu wote. Asanteni sana.